Na saa chache tu baada ya kukamilika zoezi la kupiga kura katika eneo bunge la Malava na kutangazwa rasmi kwa mshindi wa kiti hicho cha ubunge David Ndakwa, wakazi wameelezea hisia mseto kuhusu zoezi hilo, shughuli za kawaida zikirejelewa eneo bunge hilo la Malava. Ni taarifa yake Brenda Wawire. Baadhi ya wa wapiga kura waliokuwa wakimuunga mkono David Ndakwa kwenye uchaguzi huo wamempongeza kwa ushindi huo, wengine wakilazimika kukubali matokeo hayo ingawa shingo upande. Na mbunge ambaye ameweza kuchaguliwa hivi leo eh, David, bwana David Ndakwa ni mbunge ambaye tunataraji ya kwamba miradi yote ambayo Mpendo wa Malulu alikuwa ameacha aiendeleze kuanzia hivi leo. Bila ametangazwa, nilipiga kura Nimeifurahia, vilimeenda ngajo. Nilikuwa upinzani, lakini nimeunga mkono ule mwenye amepita. Tufanye kazi pamoja, tujenge Malava yetu. Hata hivyo, baadhi yao walipinga matokeo haya, wakidai kuwa hayakuwa na uwazi, ya haki na uhuru. Matarajio yangu ilikuwa kwa mpinzani wangu ambaye ni kiongozi wangu, anaitwa Seth Panyako. Licha ya kuwa uchaguzi umefanyika, jinsi yametokea bali sina uhakika kama ni ukweli, lakini ingekuwa uwezo wangu tungerudia tena tuone kama mambo itaenda jinsi yalivyo. Mwenye ameshinda tukubaliane, na hata kama si mimi sijamuunga mkono ama mwingine hajamuunga mkono, tukubali kuna kushinda na kushindwa. Hakuna kitu inaweza fanyika bila mshindi na mwenye kushindwa. Viongozi wa kanisa kutoka eneo bunge la Malava p wamempongeza David Ndakwa kwa kuibuka mshindi na kumtaka kuwatekelezea wakazi miradi ya maendeleo. Tuna imani kwamba David ambaye anachukua nafasi yake atakamilisha miradi ambayo ameacha marehemu eh, Moses katika hali hizi zote na hizi miradi zote ambazo zimeanzishwa, zinaendelea zichakamilika, ziko zinaendelea, na ndio maana wengi, hata kama sisi kanisa tuliomba, ni vizuri kwa sababu hii, wakati David anakuja anakuja kama mwaka mmoja tu na ndio tukasema ya kwamba tukaomba Mungu ya kwamba ikiwezekana akamilishe hizi miradi ambazo serikali imeanzisha. Ni miradi mingi, si mradi moja mbili. Especially to the youths to ensure that they work together is the, is a mandate that is done by all of us. But now it was also one of the agenda to ensure that they come out in large numbers, they vote to exercise their duties. Aidha, amemtaka kiongozi huyo kuliunganisha eneo bunge hilo bila kuzingatia mirengo ya kisiasa. Kama kiongozi, wakati yeye amechakuliwa sasa, aache zile tofauti za kusema huyu alikuwa fulani na huyu alikuwa fulani, arudishe hawa watu pamoja. Tunahitaji Malava ambayo ni moja, Malava ambayo inaongea luka moja, bila kukuwa na mipaka ya kusema huyu ni wa fulani, huyu ni wa fulani. Tunahitaji watu wa Malava ambao wanaongea luka moja na wote wakitembea kwa pamoja kwa kusameana na luka iwe ni moja. Brenda Wawire, West TV, kutoka Malava, kaunti ya Kakamega.